Kwa hiyo kwa sababu neno la ilaha illa Allah. Sicheze kalamu nisikilize, neno la ilaha illa Allah lina mambo mangapi? Ithbatu wa madha au nafyu wa ithbat, neno la ilaha illa Allah lina kukanusha na kuthibitisha. Sasa ukithibitisha ukakosa kukanusha, we una imani. Umeelewa? Kwa fupi, kesho, yaani nitawauliza maswali. Hmm. Ila ila lalina, ifbatu, kasima, Allah, na paipu yangu liwepo kabisa sawa. Kisha hakadha, yani neno la ilaha illallah nina ithbatu wa nafso ndio kuthibitisha na kukanusha. Mtu akasema mimi namwabudu Allah, namtakasa na Allah ni mwenye kustahili kuabudiwa basi

Haifai ya maneno kuyatenganisha kwa sababu yana nguzo ngapi? Yana nafyu waithbat. Hawa huyu amekanusha, ame la ilaha, amefanya nafyu, amekanusha waungu wote, hakuna mwabudiwa maana na Allah. Hapa anaingia sawa kwa sababu ni la nafiatu liljinsi, jinsia zote za kuabudiwa kwa sababu la ilaha

Haya maneno hayatenganishwi, sumera kitenganisha, haleti maana tena, uenda kupekea kwenye kufru. Je, mimi nikifanya, nikatumia alkufru bitawut peke yake, nikamwamini Allah peke yake? Tunamwambia fala yakunu muminan, huyo awe muumini, yaani akakufuru taguti, mashirikina yote, jamii zote za ushirikina na jinsia zote za shirki akajiepusha nazo, sawa, akamwamini Allah peke yake, yani akakufuru tu, lakini hajamwamini Allah, inakuwaje? Umeelewa? We huko nashughulika, sijui nashughulika na nini. Akili yako iwo hapa. Utaanza kuuliza wewe maswali, lazima nikuulize maswali. Kwa hiyo muumini lazima laima kusema mambo ngapi? ithbatu wamada wanasikufru bi tawut wa waimanu madha. Haya utakikana kuyatenganisha, mwamini Allah afu kufuru taguti. Ni kwa maana ya kwamba aje jioni, sindio? pigie mfano nani nane, jonsina Petero na mfano kama aje aseme mimi nakufuruta uh, na wagutho wote, lakini simwamini Allah. Mwelewa? Yaani yeye mku, amkubali Yesu kwa sababu anajua kumwabudu Yesu nini ushirikina, naamini kwamba huyu ni mtume kama mitume wengine umelea naamini ni mtume kama mitume wengine, mambo ya Uganda mambo ya nini. Yeye yuko anayekataa kila anayefanya na mkufurisha, lakini amwamini Allah, yeye atakuwa Muislamu, atakuwa Mwislamu, atakuwa muumini. Na nawauliza nyinyi Waislamu, kwa nini ajibu mmoja anakuwa muumini anakuwa kafiri? Kwa nini? Kwa nini wewe, kwa nini unaibia eh? Amekosea kwa nini? Ni kwa sababu anaamwamini nani? Allah ni mwislamu, anamwamini Allah tabaraka wa taala, lakini akufuru tawuti Hal yakunu muminan hadha, eh kwa nini? Kwa sababu hajakanusha nini? Hajakufuru taghuti. Upo Ibrahim? Naqul hadha laisa bi tauhid, hii siyo tauhid. Yaani mtu kusema mimi Allah iekustahiki kuabudiwa mimi inampokesha Allah na mimi namwabudu Allah, hii sio tauhidi. Sheikh anasema naqul, tunasema hadha laisa bitawhid. Tawhid ili iwepo, ukanushe nini? Eh, twaghuti, ukufuru twaghuti, uzikanushe. Yaani twaghuti, mambo yote ya ushirikina, kila kinachoabudiwa kinyume na Allah. Umeelewa Ibrahim?